Tusimame wote sasa, Bwana ninakuhitaji, fungu moja na koras. Wakati ndugu zangu wakija hapa, Bwana ninakuhitaji, endapo hujapewa karatasi basi kwa ajili ya kuandika yale mambo tuliyokubaliana, tumia wakati huu kupata karatasi na kuandika. Jiandae kwa ajili ya kurejea madhabahuni. yetu Mungu wetu, tunapokuja mbele yako, tunapokuja kupitia madhabahu, kila mmoja ukapokee moyo wake kabla ya kupokea maneno ya midomo yake. Neema yako ikawe nasi. Kwa jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini, amen. Ukweli ni kwamba hakuna ibada yoyote ambayo inakubalika katika uhalisia wake kama hiyo ibada haijatoka moyoni. Na katika vitu ambavyo leo tutaviombea ni makovu, vidonda vilivyosababishwa na maumivu ya watu waliotutendea. Wakati mwingine unabeba hivi vitu katika moyo wako. Wakati mwingine hata kwa kutokutaka, unakuta zile kumbukumbu kumbu bado zipo, zinakuumiza. Ni vitu umebeba, lakini leo tunamwomba Mungu aponye majeraha ya kila mmoja wetu, sio kuyaponya tu, lakini pia atupe neema ya kuachilia, maana kuna hasara kubwa katika kubeba mizigo hii. Mnakumbuka jana tuliangalia katika Mathayo sura ile ya tano fungu la ishirini na tatu aliposema basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huko ukakumbuka, na huko ukakumbuka, zingatia neno ukakumbuka ina maana wakati unapoileta ile sadaka ulikuwa una kumbukumbu kumbu yoyote. Ukiwa na kumbukumbu kumbu, kabla ya kuleta sadaka shughulikia mgogoro kwanza, lakini katokea umekumbuka unapeleka ile sadaka yako, iache ya pale unakumbuka. Tukasema kwamba msamaha ni nini? Ni nini, ni kuachilia makosa ya mtu mwingine hata kama hakuomba msamaha. Hili ni zoezi ambalo wengi wanaliona ni gumu sana maana nakwambia hakuniambia kwamba ni msamehe, huna haja ya kusubiria kuambia. Wewe msamehe. Msamaha ni uamuzi wa moyo kuachana na kisasi, chuki na majeraha. Kama kuna dhambi ambayo tumwombe Mungu atusaidie tuweze kuishinda, ni kushangilia pale ambapo mtu aliyekutendea maumivu ukimwona anaingia kwenye shida. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Au warudie tena, amesemaje? Mtu aliyekutendea mabaya unamwona anadidimia, unamwona amepigwa, kama kuna dhambi kubwa, ni kushangilia anapopigwa. Biblia inaonya kabisa, inasema usije ukashangilia adui yako anapopigwa, maana ukifanya hivyo utasababisha Mungu akugeuzia hasira. Mungu hayuko hivyo. Msamaha hauhalalishi uovu, bali hukuweka huru dhidi ya sumu ya maumivu. Biblia inatuambia tusamehe kama Mungu alivyotusamehe. Haleluya! utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliofanya nini? Waliotukosea. Msamaha ni sheria ya kiroho. Bila msamaha Baraka hushikiliwa, ibada hukataliwa na amani huondoka. Ndiyo maana kabla ya maombi ya siku hii ya leo, na kazia hili sana, ikiwa kuna jambo ambalo limezuia muujiza wako, mmoja wapo ni kuto kusamehe. Wakati mwingine unamwomba Mungu ponyaji, unamwomba Mungu baraka, unamwomba Mungu amani ya moyo, lakini kumbe kuna kitu kinashikilia, kuna watu ambao hujawasamehe, hicho kitu kinazuia Nakumbuka nikawaambieni kuiacha sadaka pale. Maana yake ni nini? Ili upatane na ndugu yako, tukaona ya kwamba ni kile kitendo ambapo wewe unapokumbuka, nenda ukamwambie Mungu akupe ujasiri wa kwenda kumaliza na ndugu yako. Sikiliza, hata kama wewe huoni shida kama mtu mwingine amekuathiri, bado unawajibika kurudisha amani. Mungu hataki ibada kutoka kwa moyo uliojaa uhasama. Mm. Ni wangapi bado tuna wauhasama ndani ya mioyo yetu? Mungu ataki ibada kutoka kwa moyo uliojaa uhasama. Sadaka yoyote iwe pesa, huduma au sifa, inakuwa haina maana ya kiwango kilichokusudiwa kama kuna chuki au kutokuelewana ndani yetu. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Kwa nini Abeli alikubalika na Kaini alikataliwa? Moyo wake haukuwa sahihi wa Kaini. Alitoa kwa wivu bila upendo. Mungu alikubali sadaka ya Abeli kwa sababu ilimtazama, alimtazama mtu na moyo wake kwanza, ndipo akakubali sadaka yake, akakubali sadaka yake baada ya kumkubali mtu kwanza. Kaini alitoa kwa mashindano. Abeli alitoa kwa moyo wa utambuzi. Mwisho kabisa, ili tuingie kwenye maombi, faida za msamaha kabla ya maombi yoyote, iwe ni sadaka, iwe ni ibada, iwe ni uponyaji, faida zake ni nini? Moja, zingatia hili: roho wa Mungu hushuka kwa amani yeyote aliyesamehe. Roho wa Mungu hushuka. Kinyume chake, asiyesamehe, roho wa Mungu anafanya nini? Anaondoka. Namba mbili, unasikia sauti ya Mungu kwa wazi. Kizuizi cha watu wengi kuto kumsikia Mungu ni kushikilia mambo. Namba tatu, unafunguliwa kupokea baraka ulizokuwa umefungiwa. Kumbe kuto kusamehe kunazuia baraka. Unakuwa na amani ya kweli rohoni mwako, lakini kikubwa zaidi ambacho natamani kila mmoja akichukue, sadaka zako zinakubalika na kuwa na matokeo. Najua kuna slide imebakia, sitaendelea hii nataka uibebe kabisa kwenye maisha yako. Sadaka yako inakubalika na kuwa na kitu gani? Na matokeo. Ninaamini sasa umeelewa ni kwa nini baadhi ya sadaka zetu tumetoa hazina matokeo. Matokeo, matokeo ni ukweli usiopingika ya kwamba yeyote anayemtolea Mungu kwa moyo atabarikiwa. Lakini kwa nini watu wabarikiwi? kuna vitu tumeshikilia. Mungu akusaidie kuachilia. Naomba msimame. Ikiwa kuna mtu ambaye hajakamilisha suala lake la kuandika maombi, ikiwa kuna, kuna mtu umeshindwa kumsamehe, moyo umeshikilia sana, andika jina lake kwenye karatasi, mwambie Mungu, fulani ameniumiza, nashindwa kuachilia, nisaidie. Leta karatasi uweka hapo. Lakini kuna wale ambao wameamua kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka zao utaleta pia sasa. Ninaomba tulete karatasi za maombi, tulete pamoja na sadaka zetu, lakini pia kama tulivyoelekezwa na mkufunzi wetu wa masuala ya familia jana, tunarudia tena leo, kama kuna watu ambao una listi ya watu natamani kuachilia au kuwasamehe au mweze kupatanishwa, andika, muujiza utatendeka. Kuna mtu atakupigia simu muweze kuyamaliza. Zoezi lianze, wazee wa kanisa wakiwa mbele ya masanduku yetu hayo. Hawa ni makuhani ambao Mungu amewateua kwa kazi hii. Wakiwa hapo mbele, wana maana kubwa sana kuwa hapo mbele. Leta maombi yako, leta sadaka yako. Naomba ndugu zangu, mje hapa mbele kwa ajili ya kumalizia mafungo aliyobakia. Tunapoingia kwenye maombi siku ya leo, hata kama una ugonjwa umekuja hapa na uenda ugonjwa wako umeshindikana kupona kwa sababu ya kutokuachilia, tunamwambia Bwana kwa, kwa vile umeamua kusamehe, muujiza wa Bwana uko juu yako, jiachie katika neema ya Kristo. Univike na mavazi ya usikivu wangu, nguo zangu zote chafu. Najua hapo nimesema nguo zangu zote ni machafu. Hapana, nguo zangu zote chafu na zitamani zako univike na mavazi ya usikivu wako, nguo zangu zote chafu, nguo zangu zote chafu, nguo zangu. Nguo zote chafu.

piano iendelee kupiga, sikiliza maneno haya. Tunahitaji Bwana atuongoze katika maamuzi ya kusamehe, kusameheana na uponyaji. Yeye akikuongoza utafika salama. Usimwendee mtu kumwambia yaishe kama Bwana hajakuongoza, acha yeye atangulie, alainishe moyo wa yule mtu. Fungu la tatu, wewe biga tukiomba maombi ya moyoni, wakati piano inaendelea, kila mmoja ingia kwenye maombi ya moyoni. Mwambie Bwana akusaidie, mwambie Bwana akupe neema ya kuachilia, mwambie Bwana kukumbushe watu ambao inabidi uwasamehe. Mwambie Bwana, nahitaji sasa nichukue hatua, kama kuna muujiza wangu ulizuiliwa kwa sababu ya kutokuachilia, nisaidie sasa endelea kuomba, endelea kuomba, mwambie Mungu hata kama kuna ugonjwa ndani yangu, baraka zimezuiliwa, neema yako sasa. Omba kufunguliwa macho ya rohoni, ukaone kizuizi kinatoka wapi. Inaweza ikawa ni mume wako, ni mke wako, ni watoto wako, ni ndugu zako, ulikuwa hujui. Mwambie Bwana, nisaidie sasa. utusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, sio kwa sababu sisi ni wenye haki, ila ni kwa sababu na wewe umetusamehe mengi. Mungu angehesabu mabaya, nani angeweza kusimama? Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wasaa huu wa kurejea madhabahuni. Ikiwa kuna ugonjwa wa mtu ambao ulizuiliwa kupona kwa sababu ya kushikilia mambo anapoachilia ukampatia uponyaji. Sasa ikiwa kuna biashara ilishikiliwa kwa sababu ya kushikilia mambo moyoni, anapoachilia sasa, ukaibariki ile biashara. Jaza roho wako ndani ya kila mmoja wetu, acha tukazione baraka zako, kwa kuwa umetuambia we ni Mungu ambao umetuahidi yote, yana ni mwaminifu yeyote anayeomba kwa dhati. Ponya majeraha, ponya maumivu, tupe kusahau tujaze amani ya moyoni, haijalishi tumeumizwa kiasi gani, tupe kuachilia e eh, Mungu wetu, tupatie hii neema, na baraka yako ikawe juu ya kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. Bwana awabariki.